Mimi naitwa Juma Ikangaa, ndio mwenyekiti wa hii kamati ya uchaguzi ya riadha mkoa wa Dar es Salaam, na kamati ya utendaji ndiyo imeniteua pamoja na wenzangu hapa ambao mmewaona. Kushoto kwangu yuko afande DC mstaafu, uh, mwalimu amekuwa headmistress Zainabu Mbiro. Kulia kwangu kuna mwalimu Rehema, yeye ni katibu wa hii kamati. Kuna mjumbe wangu mmoja hapa anaitwa John Manyama, nafikiri mtakuwa mnamfahamu huyu. Aliwahi kufanya kazi Wizara ya Utamaduni kuanzia miaka 74. b baadaye akaja baraza baadaye akaja uh, E, TAA ambaye leo ndio RT. Kuna mjumbe mmoja hapa kwa sababu ambazo hazizuiliki anaitwa Morris Okina mpata dharura. E, next time au wakati ujao a, tutaungana naye kwa e, hiyo tulicho ilikuwa ni leo e, tulikuja leo ili tutangaze e, kwamba uchaguzi watu kuanza kuchukua fomu leo, lakini kutokana na mapungufu tuliyo ya baini, sisi kama kamati ya uchaguzi tukaona ni bora yakamilike. Na ni kwamba kila kwenye mkoa huu kuna wilaya tano, tulikuwa tunataka majina ya wapiga kura kutoka kwenye hizo wilaya tano yakiwa yamepitia kwa afisa michezo wa wa, wa mkoa hicho. Uh, ni kitu ambacho tumefanya tusogeze mbele eh, na nafikiri kama wanatusikia na wao watakitekeleza haraka iwezekanavyo. Nafasi ambazo zingegombewa au kama wangekuwa wanachukua fomu leo ni mwenyekiti, chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam, na makamu mwenyekiti, katibu, katibu msaidizi mwekazina na wajumbe na kama tungetangaza leo fomu ya mwenyekiti ni elfu ishirini makamu mwenyekiti elfu ishirini katibu elfu ishirini mwekazina elfu ishirini na wajumbe ni shilingi elfu kumi kumi. Kwa hiyo kama alivyosema katibu wangu hapa ni kupitia teknolojia hii mtawatangazia mtatusemea, mtawahamasisha. Siku tutakapokuwa tume, e, tumekamilisha watakapokuwa wamekamilisha hizo taratibu, basi watu waje wachukue. Akijiona tu kwamba ana, ana uwezo yeye aje achukue fomu e, kwenye ofisi ya chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam hapa tulipo. Hmm. Ila pia katika watakao kuja kuchukua fomu ili waweze kugombea, tunataka wadau wa riadha wanaofahamu kabisa mchezo wa riadha e, sio kwamba ili mradi mtu anajua kwamba kuna uchaguzi basi niende nikafanya nini nikachukue fomu. Ndio maana unakuta majukumu mengine kwenye michezo mbalimbali anaweza akakwama kwao. Tunataka watu wadau, wahusika, wanaofahamu mchezo wa riadha ili kuendeleza riadha katika mkoa wa Dar es Salaam na kukuza vipaji vya wanariadha Yes, Basi ndugu wajumbe, nafikiri mmetuelewa, mmetusikiliza. Ninawaombeni sana kutumia TV zenu, redio zenu na mitandao yote, basi mwatangazie watu jambo la namna hiyo na, na kuwahamasisha.